ni ya kila mwanamke wa nguvu. Fungua akaunti yako leo, maisha yako yabadilike. Tanzania Commercial Bank, growing stronger together. Hai, dakika zikiwa zimeondoka 44. Mhm. Mm, eh, tangu ilipotimia 5 kamili za asubuhi kipindi mwani ni huko kwetu mpaka saba kamili za mchana, tunaambiwa kuwa una kila sababu ya kutabasamu. Tanzania Commercial Bank tunaelewa mchango mkubwa wa wanawake katika ujenzi wa uchumi, na kwamba kuwainua mwanamke kiuchumi na ni kuliinua jamii nzima hii. Mm, ndio sababu tunawaletea akaunti ya Tabasamu, lengo likiwa ni kuwainua kiuchumi akina mama, lakini pia na akina dada wote. Ndio akaunti ya Tabasamu inawawezesha kujiwekea akiba na kufikia malengo yao ya kifedha, malengo binafsi au malengo ya pamoja kama kikundi. Sasa tuna manufaa ya akaunti ya Tabasamu Bwana Mariam mm -hmm. ambapo tunaambiwa kuwa haina makato ya mwezi. Wee. Wapi kitu kama hiki haina makato ya mwezi. Ah. Tunajua kabisa kuna akaunti nyingine jamani, kila mwezi mazito makato, makato, mazito, makato mazito. Mm. Ah. Lakini pia tunaambiwa kuwa ina punguzo kubwa kabisa la bima mbalimbali zikiwemo bima za bima ya maisha, lakini pia na bima ya elimu kwa wanao, kwa watoto wako. Ah. Punguzo kubwa kabisa la bima. Oh. Eh, mbalimbali zikiwemo bima unaishi lakini pia bima na elimu kwa ajili ya watoto wako. Wewe ulisikia wapi? Ah, yes, sikia. Yes, yes. Eh, lakini pia inakupa mkopo hadi milioni 150. Eh, hapa sasa. Eh? Mkopo. Eh. Milioni 150. Lakini vigezo na masharti kuzingatia. Eh, ah. Eh <laughs> jamani hapa pazito, hapa pazuri. Hapa ndo pia hapa nimepasikia, hapa nimepanda. Hapa no, kama hapa mmenigusa. Hapa eh, refu. Hatari. E, Anakwambia fungua akaunti yako leo kwa ko shilingi elfu tano tu. Mm -hmm. Yaani shilingi elfu tano tu. Haina gharama kubwa. Haina gharama kubwa kabisa. Kama bure. Lakini mm -hmm. Eh, ni kama bure kabisa, lakini pia tunaambiwa kuwatembelea tawi letu lililopo karibu nawe. Mm -hmm. E, eh, Tanzania, Tanzania Commercial Bank. Commercial Bank. Manufaa hayo natumai msikilizaji kayaelewa vizuri kabisa jamani. Kuna mikopo huku. Fursa ndo hii mikopo jamani, hadi milioni mia moja hamsini. Wewe ulisikia wapi vitu kama hivi jamani? Naenda kupata wapi mkopo mkubwa kama huo. Alafu ukiangalia pia haina makato ya mwezi eh, eh, lakini pia ina punguzo eh, eh, la bima kwa watoto kuhusiana na elimu jamani, na hivi ani, bima zimekuwa zinasumbua sumbua, kwa hiyo hii ndio fursa, yaani ni fursa yeah, unatiririka tu tubu, yaani kama bure yaani yeah, ya ni kufungua kama bure, lakini pia hamna makato ya mwezi, lakini unapata pia ofa ya e, eh, mm, punguzo kubwa la bima ambayo watakuwa wanatolewa na benki hii ya Tanzania Commercial Bank. Mhm. Mm -hmm. Wai fursa hii yeah, kama una account hii nenda kafungue. Mm -hmm. E, kama unayo basi endelea kutumia vizuri. Mm -hmm. Ili uweze kunufaika na manufaa hayo, ili uweze kutabasamu. Ndio.